Okay. Karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine aijawai kutokea yasi inakuletea simu bomba kabisa ZTE A35 Co. Simu yetu ina kamera nzuri, ina kamera ya nyuma yenye uwezo wa megapixels 50, lakini pia kamera ya mbele ambayo ni selfie camera yenye uwezo wa megapixels 8. Haijawahi kutokea yasi inakuletea simu bomba kabisa. Unaweza kujipatia simu hii yetu nzuri ya ZTE A75 katika maduka yetu kwa njia mbili. Ya kwanza ni kwa malipo ya moja kwa moja, ama tunasema ni cash. Pia unaweza ukaipata kwa njia ya mkopo, ambapo kianzio chake itakuwa ni kiasi cha shilingi elfu sitini okay. Karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa, chaneli ya Teacher Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine kabisa, leo nimekuja kuzungumza mambo ambayo yatakuinua ama yatakupa mwongozo, lakini pia atakufumbua akili yako kuhusiana na simu za mkopo. Kama unahitaji kukopa simu ya mkopo, lakini pia umeshawahi kukopa ama una simu ya mkopo, hii inakuhusu mwanangu. Tuanze kama ifuatavyo. Kumbuka tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa. Subscribe kama utapenda video hii, lakini pia like, toa comment hapo neno kwamba umenifumbua akili, lakini pia hakikisha unashare kwa watu ambao wana simu tayari za mkopo, ili kujua jambo hili. Kama unatumia simu ya mkopo au unapanga kununua simu ya mkopo, video hii inaweza kukuuma, lakini ndiyo ukweli. Leo nakwambia jambo ambalo hawakwambii uliponunua simu ya mkopo. Simu hii inaweza kuwa inakunyima uhuru wako bila wewe kujua, hali halisi ya mtumiaji ambaye anatumia simu ya mkopo. Hebu jiulize kila mwezi unalipa mkopo wa simu, fedha zinaondoka kabla hata mshahara haujaisha. Ukipata shida kidogo tu, simu inafungwa, unabaki na na hofu, stres na mawazo. Usio uhuru ni utegemezi. Kitu kingine cha pili ambacho nahitaji kukwambia ukweli mchungu ambao usiosemwa na makampuni, usiosemwa na watu Ila mimi kama Teacher Sauti ya Sifa nahitaji kukwambia na ujue nini ambacho kinaendelea. Ukweli ni huu, simu ya mkopo haikuja kukuinua, ilikuja kukufunga. Walikupa simu mkononi lakini wakachukua uhuru wako mfukoni <laughs> mwako. Sijajua kama utakuwa unaendelea vizuri, ila unalipa zaidi ya thamani ya simu, unajinyima mahitaji mengine kwa ajili ya kulipa kifaa kimoja. Unalifahamu hilo? Sehemu ya tatu, mtego wa kisaikolojia. Wewe umenaswa kisaikolojia bila wewe mwenyewe kujua. Mimi kama Sauti ya Sifa kama Teacher Sauti ya sifa nimefanya upe, upelelezi wangu na nimegundua hilo tatizo kubwa. Sio simu, ni akili yako. Unahisi hauwezi kuishi bila simu hiyo, unahisi huwezi kuishi bila mfumo wa mawasiliano, unahisi huwezi kuishi bila simu. Je, watu wa zamani waliishije? Unaogopa isirudishwe hiyo simu yako, unafanya kazi kwa ajili ya kulipa simu, sio kwa ajili ya maendeleo yako. Je, ni kweli au uongo? Hapo ndipo uhuru wako unapopotea, na hiyo inakuwa ni sehemu ya mtego wa kisaikolojia. Nani anapaswa kuepuka simu ya mkopo? Nani anapaswa kuepuka simu hiyo ya mkopo? Kama una kipato cha uhakika, epuka simu ya mkopo kama bado unapambana kujenga, kuendeleza maisha yako, kujijenga we mwenyewe, kuwa mtu fulani, kuwa nani nani, epuka simu ya mkopo. Kama mshahara wako unaishia njiani, epuka simu ya mkopo, itakuumiza, hautokuja kufanikiwa kamwe. Mimi nimeshawahi kutumia simu ya mkopo, Yani itakuumiza. Ukishaanza kutumia simu ya mkopo, utakuja kujiona kwamba kila hela unayoipata haikai, kwa sababu kila hela utakayoipata utataka kulipia simu yako. Hebu jitahidi. Sehemu ya tano, na kupa ushauri wa ukweli ambao hujawahi kuupata popote zaidi ya hapa YouTube, hasa katika channel ya Teacher Sauti ya Sifa, na kwangu mimi mwenyewe mwalimu wako sauti ya sifa ni bora kutumia simu ya kawaida iliyo ndani ya uwezo wako kuliko kutumia simu nzuri inayokutawala yaani, mradi tunaonekana na simu nzuri, ila ni simu ya mkopo ambayo ndani yake ni lazima kila siku upeleke mia saba ni lazima kila siku upeleke elfu moja ni lazima kila siku peleke elfu moja mia nne elfu moja mia mbili ni lazima kila siku upeleke elfu mbili mia nne Uhuru wako ni muhimu kuliko chapa ya simu. Uhuru wako ni muhimu kuliko simu nzuri. Uhuru wako ni muhimu kuliko hiyo simu ya mkopo. Hebu nikwambie kitu, maendeleo yanahitaji akili, sio kujionyesha, sio kuonyesha kwamba una nini, sio kuonyesha kwamba una nguvu, sio kuonyesha una nini. Maendeleo siku zote yanahitaji akili, ila wakati nimekupa hayo mambo yote yote kabisa. Hetimisho, ili tufunge video hii kwa uchache angalau na kwa ufupi, kama hii video imekugusa, share kwa mtu anayekimbilia simu ya mkopo bila kufikiria. Na kama unapitia hali hii, jua hauko peke yako, mko wengi sana, hautoweza kuamini, yani mko wengi kupita kiasi. Lakini pia nakukumbusha tu mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita Ticha Sauti ya Sifa. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kutoa comment kwamba Ticha Sauti ya Sifa umenifumbua kiakili. Hapa katika chaneli hii tunasema ukweli, hata kama ukweli utakuuma, lakini ukweli ndio huo. Mimi nikutakia utazamaji mwema wa video zingine, bye. Habari, karibu katika duka letu la Yas kuweza kujipatia simu janja aina mbalimbali, mojawapo ikiwa ni ZTE A75 4G. Simu hii unaweza ukaipata kwetu na ni nzuri sana. Unaweza kujipatia simu hii yetu nzuri ya ZTE A75 katika maduka yetu kwa njia mbili. Ya kwanza ni kwa malipo ya moja kwa moja ama tunasema ni cash. pia unaweza ukaipata kwa njia ya mkopo, ambapo kianzio chake itakuwa ni kiasi cha shilingi elfu sitini na utakuwa unalipa kiasi cha shilingi elfu moja kila siku. tukutane katika video zangu zingine. Bye.